Wengi wamemwandikia waziri wa Tamisemi na wa mawaziri wengine, hatuwaogopi, tunawakaribisha kuja bungeni. Lakini mheshimiwa spika, nilikuwa nataka kushauri, hii nyumba ni nyumba kidogo ya watu wanatakiwa tuwe wasafi, sio kichaka cha watu kujificha. Niombe mheshimiwa nio, naona kuna watu wanasema orodha hii umeiona wapi, lakini waheshimiwa bunge Waheshimiwa wabunge wale ambao wanataka kujua nani kiongozi kwenye eneo lake anagombea mtamuona. Mheshimiwa Msukuma, mheshimiwa Msukuma. Intelligence inakuwa na baadhi ya watu, sio kwa wote. Nakushukuru mheshimiwa, nilikuwa na shauri mheshimiwa Mchengerwa, wale ambao wameandika kuja kwako kutaka kuingia kwenye hili game ya siasa tunawakaribisha na ni swala la kikatiba, lakini kabla hujawapa idhini ya kwenda kugombea Nikuombe Mheshimiwa Waziri, na kupitia bunge lako, hebu wapelekee special audit kwanza, wakiliwe kwanza, waje wakiwa wasafi. Yani naona kama tunajikaanga wenyewe, tunatoa kulia tunaweka kushoto. Na mtu akishaingia humu ameshavaa kinga hawezi kuitwa. Kabla mtu hajaachia kiti chake kuja kugombea ubunge peleka special audit. Kichere nimemwona hapa, ili wakija kwako na ile barua kwamba huyu hana matatizo, ndo waje huku hawezi kukwapua huku tena wakaje kugombea ubunge haiwezekani. Mheshimiwa Spika, nilikuwa naomba sana hilo, vyombo vyote mlizingatie, na mheshimiwa waziri, kabla hujawaruhusu kuja kugombea wawe na barua zinatuonyesha hawa watu ni wasafi. Nami mheshimiwa Spika, bahati moja nzuri, mimi kwenye jimbo langu nikiletewa kiongozi kama mkurugenzi, wa kwanza kwenda ofisini kwake huwa ni mimi, namuuliza nipe plani yako ya baadaye unataka kwenda kwenu kugombea ubunge au unataka ukurugenzi? Mimi bahati nzuri naletewa watu wanakaribia kustafu, hakuna anayesumbua watu kwenye ubunge, kwa sababu najua mimi kahalimashauri kangu ni kachanga, ukianza kukakwapua tena kwenda kutunza za ubunge utanimaliza. Kwa hiyo naomba sana, mweshimiwa spika, hili swala kwa manufaa ya wabunge wote, naomba hizi barua zitembee ili tupate watu wasafi viongozi. Mweshimiwa spika, lingine nitaa kutoa ushauri tuna Tasafu. Tasafu iko utumishi, lakini ukiangalia kazi za Tasafu nyingi tunazifanya halmashauri. Nilikuwa nadhani mheshimiwa spika, ikiwapendeza Tasafu irudi Tamisemi ili tudili nao moja kwa moja. Kuna kitu mheshimiwa spika, wenzangu mnaotoka vijijini mnafahamu, familia maskini zilizokuwa zinapewa pesa na Tasafu elfu thelathini yani yamekuja mashariti, unajiuliza hawa watu waliotengeneza hawa mashariti kwa wanakaa dunia gani? zile familia maskini wale wazee ili, ili apewe zile hela alivyokuwa anapewa mwanzo lazima akalime barabara. Mbunge unafanya ziara, unakutana na bibi wa miaka sabini sitini na tano amepewa hatua kumi za kupalilia. Utaendelea na ziara au inabidi umsaidie? Na unajiuliza, unajua tuko tofauti. Mtu aliyekulia bofro na siagi huwezi kulinganisha na mtu amekulia uji wa mhogo, halafu nalima mpaka saa kumi na moja He? haya mawazo yanafanyika kwa watu ambao hawafanyi vizuri vijijini kule. Vijijini ukikuta mtu ameshakuwa mzee, kwanza amezaa watoto sita, halafu naenda kumpimia hatua kumi ili umpe merai. Hii serikali nitajiri sana Mheshimiwa. Nilikuwa nadhani haya majukumu yarudi moja kwa moja kwa wakurugenzi ili tudili nao, na hawa waliotengeneza utaratibu sio sahihi kabisa. Familia maskini, mtu mzee aliyekimbiwa na watoto wake, amewasomesha mko mjini, mmeniga tai mama analima vibarua tena vya kulipa efu hrai, hili nadhani pia tunahitaji kuliangalia. Lakini nashukuru mheshimiwa waziri, umezungumza swala la mwendokasi. Kwanza nashukuru kwa kuwa unachukua maeneo machache machache ya ushauri wetu sisi wazoefu. Mheshimiwa, bado tatizo sizani kama tutalitibu. Kama serikali wewe ndo unanunua magari, afu unampa mtu kuendesha, kila mtu anatafuta faida kila mtu anatafuta faida. Mimi siwezi kufanya kazi ya bure, lazima atachukua changu, tuje tukutane kwenye makaratasi, kwenye matatizo. Nadhani mheshimiwa kama tumeweza kujenga miundo mi mbinu ile, jukumu la uendeshaji tuwape sekta binafsi, yeye mwenyewe na kila kitu cha kwake. Na hii kazi si lazima tuwape wageni, si lazima, wako watu wa Tanzania kabisa wanaoweza kufanya hizo kazi, kupeleka mabasi Mbagala, kama mtu ana gari mia anapeleka mpaka Rungwe Yaani, kwenda Mbagara tunahitaji kuleta watu wazungu kweli? Ninadhani research zenu, na hawa wanaokuja hawana uchungu na Watanzania wao, wanakuja kuchuma ili waende kwao. Kwa hiyo hizi kazi ambazo tunaweza kuzifanya sisi wenyewe, ninadhani kuna umuhimu wa kuwapa watu wazawa ili waweze kufanya hizo kazi. Mheshimiwa Spika, la mwisho tunaenda uchaguzi, na ninashukuru kwanza chama changu kwa kale ka message kalikotoka jana eh? kalikotoka usiku ka kwamba tutachukua tarehe ishirini na nane. Nashukuru na sana chama changu, sekretarieti, pamoja na waliotoa hayo maamuzi. Wabunge sasa tukoncentrate na bunge eh, tufanye kazi ya kibunge, tukutane hiyo tarehe ishirini na nane na Mheshimiwa Spika, nataka kuambia kwa niaba ya sisi wabunge tunaotokana na Chama cha Mapinduzi, sisi sera yetu tunasonga mbele. hawa wanaosema no reform. Kwa mimi nashauri kama kuna namna yoyote hata ya kuwapitisha mlango wa nyuma, waruhusuni, wasaini, tukutane nao. Hawana cha ja kutuambia. Kama walitafuta mlango wa kutokea kutokwenda kusaini, wapeni hata kwa ziada, ili tukakutana nao majukwani. Mheshimiwa Spika, kwa kazi zilizofanywa na serikali ya Mama Samia, mimi sioni hoja. Hata ukizunguka huko mtaani, unawaambia watu tuzuie uchaguzi, leta hoja Mwanzoni kulikuwa na hoja escro epa watu wengi walitoka hata walioenda shule wasomi, lakini leo tunaenda ku, kuzuia uchaguzi kwa sababu ya madaraka. Hapana, wasitupe jezi, tunawasubiri, wasitukimbie. Tarehe ishirini na nane likiachiwa tukutane kitaa, wote tunajua kuongea. Asante sana mheshimiwa Spika.